samweli wa kwanza sura ya kumi na sita mstari wa sita hadi mstari wa saba ikawa walipokuja akamtazama eliabu akasema lakini masihi wa bwana yupo hapa mbele zake lakini bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu anavyoangalia anavyoangaliavyo, maana wanadamu hutazama huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Naomba ni mshukuru Mungu. Asante Baba wa rehema, mchana huwa leo kwa neema hii ajabu ambayo umejipa ya kuweko pamoja na watu wako. Tazama wengi, unawezifanya kazi zote na wajua wote, hakuna kilichofichika siku hii. Bwana, iwe siku ya muujiza kwa kutana na kiu na njaa ulio nao, kawainue hawainue kupitia mahali hapa watumishi wako walioko mahali hapa wawe mashahidi mambo makubwa ambayo nakwenda kuyatenda katika huduma hii, na kushukuru Mungu wa ajabu, katika jina la Yesu amina. Bwana asifiwe. Moja ya ugonjwa wa moyo wa binadamu e, huwa ni kudanganyika na makosa mengi ambayo huwa tunayafanya maishani huwa tunayafanya wakati wa kuoa na kuolewa. Wataalamu wa ubongo wanasema kwenye ubongo wa binadamu kuna chembechembe fulani. Chembechembe zile huwa zinaguswa na mambo kadhaa. Unapokunywa pombe zile chembe chembe huwa zinaamshwa, ndiyo maana unajisikia raha, yani unaona umefika. Lakini kaja kugundulika kwamba chembe chembe zile zile pia huwa zinaamshwa na mapenzi. Hakuna anayekuwa na akili wakati wa kuchumbia ama kuchumbiwa. Bwana asifiwe sana. <laughs> Yaani, ni Mungu tu akusaidie. Yeah, right <laughs> eh, ni Mungu kusaidie. Watu wote wanalewa kokeni, mapenzi ni kokeni yeah. <laughs> Akili za kawaida zina hama. Eh, nilikuwa nachekesha kijana mmoja kule Moshi upareli. Kusema, baba ilikuwa mimi nikinywa, eh, kuna be, pombe moja ya pombe wanaita dengerua, watu wa Moshi kule wanaifahamu wanatengenezea miwa. Anasema nikitembea kwenye lami naona ile mikatani kama iko karibu sana na mimi, kwa hiyo natembea kwa tahadhari, yaani naona kabarabara kama ni kadogo sana. Kumbe amelewa dengerua, uwezo wake wa kuona unaondoka. Kijana mmoja ule mtoni alichumbia binti mmoja mrembu sana ni wale ambao Mungu anaumba akiwa na guvu akaumika kweli akituama hali ya kutosha. Na sherehe ilikuwa ya kimataifa ukumbi wa milioni kumi. Basi wakaenda mapumziko, wanaita hanimuni, wakapumzika kwenye hoteli ya kifahari wiki nzima. Baada ya mapumziko, wakarudi nyumbani. Kijana alikuwa na furaha ya pekee ya kupata mrembo ana, alikuwa anamwangalia mara mbili mbili, anasema kweli ni wa kwangu i binti ambaye hana kasoro wala ukucha wala unywele. Jamani, wanasema ti malaika ni wazuri, mi sijui. Bwana yasifiwe kuona malaika, ma, maono ya malaika bila kisi kuona uzuri, niliona tu utukufu, lakini nasikia watu wanasema ni wazuri sijui. Sasa siku ya Jumatatu alipokuwa anaanza naanza kazi alikuwa ameshaleta vyakula vya kila namna, akasema leo nataka nile vyakula vilivyopikwa na mke wangu mrembo kuliko wote hapa duniani lipotoka tumboni mwa mama yake hajawahi kuosha hata kikombe <coughs> achilia kupikaji, ya mbali kupika uji na chai hata jiko hajui na mashwaji zoeya kukulia mikononi mwa mayaya. Nyumba yao ilikuwa na wasichana wa kazi watatu na mahausiboi wawili. Okay, hakuna anachofanya zaidi ya kula na kunywa okay. Sasa ni mwanamke mrembo sasa. Kuona mambo yanakuwa magumu, akatoka nje akaangaza angaza. Akaona msichana mmoja, akaenda akasema, akaenda akasema, wewe unakaa maeneo haya? Akasema nakaa wapi, nyumba hiyo hapo, mimi msichana wa kazi wa hapo. "Unajua kupika?" Akasema, najua, ndio napika vyakula vyote. Akasema, sasa binti, njoo nipikie chakula cha mchana, kuna elfu ishirini yako hii hapa. Mwana wewe usigiri, unalipo una elfu hamsini, elfu sabini kwa mwezi, sasa ni elfu ishirini kwa mlo mmoja. Eh, e, binti alichangamkia

Ah, yale paka akapiga vingeregeye akasema bala, yani kama kuna mtu mwenye bahati ni mm. nini? Ah! Ah! Mke mrembo na mpishi wa kimataifa. Hayo ah, kijana alifurahi sana. Kesho akamchezo kani kakaendelea. Siku ya tatu akamchezo kakaendelea. Siku ya nne 4, jamaa kumbe alikuwa amesahau kitu. Ofisini baada ya saa ngapi, ah, nimesahau nyumbani, ngoja nikimbie. Karudi na gari mpaka nyumbani, anaingia mdada. Yuko anakula kideo kule, jiko liko hapa karibu na njia mlangoni. Anaingia anakuta kuna msichana jiko. Eh, sio mrembo wangu, shikamoo. Wewe umetoka wapi? Mimi nimetoka hapo jirani. Unatafuta nini? Ah, nani, dada aliniomba nimsaidie kupika, ndo napika tangu juzi, ndio wao napika eh. Mlango ule pale toka nafaka, mwita mke wake, njoo njoo njoo njoo, nenda nenda jikoni. Akafika pale, bahati zote alishapikia mboga, ilikuwa bado ugali. Sasa ugali hajawahi kujua jinsi, jisu la kupika kaweka maji na unga, akaweka humo humo, hautachemka tachemka, kaanza kukoroga, huku analia, mama kasema kujui kupeka, nakurudisha. Kweli karudisha kwao, fika kwao, ikaitishwa kesi. Kesi binti anauliza sasa, jamani, mama hajawahi kunifundisha mimi, mwanaume mm -hmm. <tuhi> akasikia, kainama, kamuhumia mke wake, sasa basi, mke wangu pole, nimeelewa tatizo liko wapi. Twende hivi, nitakuwa <tuhi> mwalimu wako. Aibu ya mwaka ilikuwa imetokea. Kijana alikuwa anatazama nje. Vijana mi ni wang siobili, mambo ya kuoa ya ama, ama kuolewa hapo. Lakini bwana, uzuri ya uliwi, utalia huko nyumbani unaenda yeah, kukuta mwanamke ambaye hajui hata kufagiachumba kina mavumbi ya mwezi mzima na mafua, mnakunua kunywa madawa ya kifua kila siku, kumbe hajui na hasara ulitazama nje. Watu ndio huwa wanadanganyika kwa sababu wanatazama nje, lakini Bwana akamwambia Samweli akasema, mimi siangalii kama wanadamu wanavyoangalia yeah. mimi ninautazama moyo, mimi ninautazama moyo. Mnaweza mkaiona ibada yenu hili ndogo, kasema mimi tena, mna bahati Mrindoko. Yani, una huduma kubwa. Mimi nilipowekewa mikono mwaka themanini na sita mm -hmm. Uh, sikuiko na watu wangapi? Wawili, si yule mzee naye aliniwekea mikono pale <laughs> eh? <laughs> ndio wewe una watu wote hao. Ah, jamani. Aleluya ah, ee, ee, ee. Yuko naye, utazama moyo eh, anaangalia moyo haangalii, ah, ana hivi wanavyoangalia wanadamu mimi sina picha jamani, hata picha ya kusema eti kuna picha hii hapa ilipigwa wakati nawekwa wakfu, sina. Lakini ile picha haijawahi kuondoka, na ile kazi inaendelea kuzaa matunda. Haleluya. Bwana anautazama moyo anapokuita, haangalii kama watu wanavyoita, anavyoita. Unajua watu wanaangalia hadhi, mkifika pale watu waliovalia ndio wanapewa kipaumbele. Eh, yeah, mara nyingine tunatupa huko chini. Mm. Watu wana ah. Uh, uh, eh, nilipata tabu sana wakati naanza kuhuduma kwa sababu nilianza nikiwa mdogo ndio nilimaliza kidato cha sita. Kwa hiyo nilipata tabu. Watu walikuwa wananizarau. Eh? Yaani wanazarau mchungaji mmoja pale Morogoro alikuwa amesikia habari zangu lakini hajaniona. Akaniandikia barua, eh, tunaomba mhubiri. Nilivyoenda nimegonga nyumbani kwa mchungaji gogo gogo. Go. Uh, kijana kasema, bwana shikamoo mzee marahaba unasemaje nikasema mzee nimekuja uliniandikia barua kwamba nije nifanye semina. Akasema, tuna tunamtaka yule Mwakilema mwenyewe yule. Ndio tunayemtaka, sio wewe. Nikasema, ndio mimi. Akasema, hapana, sio huwezi kuwa wewe. Nikasema, barua hii hapa. Akaangalia. Kwa hiyo ndio wewe e, Kamwita alikuwa naongea, kumbe kadudu mtu kenyewe. Ebu kapeleke kule kwenye tawi la kule, sio wapi huko, kirakara wana sijui. We, nimehukumiwa kwa kweli. Siwezi kushangaa yule mchungaji, maana alikuwa na suruali moja yenye viraka matakoni na mashati mawili mabovu mabovu. Kwa hiyo kwa kweli hata wewe Yani hata yule mke alivyonikubali na yenyewe jamani ni muujiza. <laughs> Eh? yule mwanamke alivyonikubali kuchumbiwa na mimi nao ni muujiza jamani, Haleluya. ah, ni muujiza. Lakini ah, nilipofika li kule kupiga semina, Bwana ameanza kutenda siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, habari zimemfikia mchungaji kwamba Bwana huku, Bwana anatembea sio kawaida, Haleluya. Nikaambiwa yule shemasa kaambiwa, basi ahame, hamisha hamisha, mlete huku tuendelee huku. ah, baada ya pale nilikuwa mheshimiwa, Bwana nikanuliwa na nguo na suti na nini na nini kumbe Bwana anautazama moyo. ah, Haleluya, angalia kama watu wanavyoangalia watu, ndio wanatuhukumu. Ukitembea na hukumu za watu, hautafanya kazi ya zamia ya watu hautafanya kazi ya Mungu, waimesha kuhukumu siku nyingi.